Unatoa ngapi? Milioni hamsini. Natoa ngapi? Ishirini. Natoa ngapi? Milioni kumi. Una sadaka ya kujipimia unachokiona mbele yako. Hiyo inaitwa sadaka ya naziri ndipo anasema, utakapomwekea Bwana naziri usishindwe kuitoa maana hata acha kuitaka mikononi mwenu. Hiyo umejikatia mwenyewe, umejipimia mwenyewe, ni sadaka ya naziri, unajipimia mwenyewe. Anakuambia unatoa ngapi? Unasema laki moja. Unatoa ngapi? elfu kumi. Unatoa ngapi? milioni hamsini. Unatoa ngapi? ishirini. Unatoa ngapi? milioni kumi. Unajiuliza huyu anaona nini mpaka aseme milioni kumi? Anazo benki a-a. Anaona kitu ndani, anaona Mungu, kuna vitu anataka kufungua, kuna vitu vinataka kutokea. Akisema pokea utajiri, umeinua mikono, anakuambia mm. jipimie basi, unasema elfu hamsini maana yake unachokiomba, ukiamini, imani ya kupokea inatokana na vile ulivyoamini, ulivyo navyo au ulivyoandaa nafasi, Mungu akuzidishii kinyume na gara yako. Yes. Anasema nitaijaza gara Kana yako, yako. Yes. kwa hiyo kupokea kwako kunaendana na nafasi iliyopo. Una stoo ndogo, Mungu anaijaza. Hiyo imani ya kupokea inaendana na stoko yako au stoo yako au hifadhi yako ulivyoiandaa. Hifadhi ni nini? Hifadhi ni utayari wa kutumika katika vile Mungu anavyokutumia. Kwa mfano Mungu anakupa leo biashara, kufungua duka, amempa eme jamaa, akiamka kufungua duka mpaka jioni, akija kulala na shindo, hata kuomba amechoka, amelemewa, ameishiwa. Mungu anamwangalia ndio, umechoka hivi? yaani ndio umeisha? Kumbe Mungu hapa alitakiwa mpe kampuni, iko nyuma yake ya kuajiri watu mia, sasa umechoka na hiki. Nikikupa kampuni ya watu mia, nikakupa kiwanda, utafanyaje? Yaani umeanza hivi, umelima e, robo eka, unamwambia Mungu nalala, hata bila kunawa, nimechoka. Mungu anasema sasa, roboeka ni gunia tatu, mimi Mungu nilitaka nikupe gunia laki moja, ndio tayari umechoka, unalala bila kunawa Umesahau no, hata kupikia watoto. Na mimi nataka nikubariki na uzao, umesahau hata mme wako atakula nini? Umelima robo eka, ila tukija kwenye ibada unasema nataka eka kumi kwa jina la Yesu. Ah ah, Mungu anasema uharisia wako ukoje? Hata mradi hujafungua vyombo tu asubuhi, umeosha vyombo mlivyokula usiku, umeshika kiono. Eee, jamani jamaa kuosha vyombo amechoka, halafu akija kwenye ibada, pokea utajiri, haleluya. Vyombo tu kupika ubwaba wa watu watatu, yaani umegeuza hivi, umegeuza hivi, umekaa kwenye kigoda. Jamani, acha haya, yanasubiri kura tu, yanasubiri kura tu. Mungu anakuangalia huyu mtu, huyu nataka, huyu asimamie watu mia mbili, huyu mtu nataka nimpe vitu vikubwa, amechoka kupika kilo moja amejitupa kama gunia halo. Unasahau pale pale, kuna mtu ameacha, amepika chai, amepika chakula, ameweka kwenye hotpot, amewawekea watoto, ameendesha gari lake, ameenda kwenye biashara, amefanya biashara hii, amefanya biashara hii, ameenda kanisani, amefanya maombi, ameenda hapa, amefanya Bwana akupe neema hiyo kwa jina la Yesu. Chapa papa seke tajaba. Kuna mtu toka asubuhi kufika saa nne akikuandikia kazi alizofanya, we unazifanya mwaka mzima. Halo, kuna watu wananielewa hapa? Haleluya! Kuomba ni kazi. Ameamka saa nane amepiga masaa matatu amemaliza, ameratibu mambo yake yote ya ndani amemaliza, amewahi ofisini, amemaliza, ametoka ofisini, amewahi mahali fulani, dukani, amemaliza, ametoka dukani, ameenda duka lingine, amekagua, amemaliza, amepigia huyu, ehe, mmefanyaje hapo, amemaliza, ameratibu vyote na amewahi, ameweka chakula mezani na amewahi, ameangalia watoto wake wametokaje shule. Kuna watu wananielewa hapa? Mungu akimwangalia huyu anakuambia wewe uwe waziri. Wewe uwe we, mtu fulani. Bado nakuongezea, bado nakupa kiwanda, bado nakupa kiwanda. Ndio maana unashangaa mtu mmoja amebeba shehena kubwa, wakati wewe hauna cha kufanya. Leo inuka kwa jina la Yesu, nasema inuka, inuka inuka inuka inuka kwa damu ya mwana kondoo, inuka kwa jina la Yesu, inuka kwa jina la Yesu, inuka kwa jina la Yesu, inuka kwa jina la Yesu, inuka kwa jina la Yesu, Yesu. Yesu. Yesu! Sema na inuka wewe, amen, haleluya! Msania jirani yako, mwambie imani ya kupokea ni sawasawa na ulivyoandaa. Em, kuna watu wananielewa, kuna watu wananielewa. Mtikisa jirani yako, umaskini ni fikira yako, si Mungu anataka umaskini kwako. Fikira yako ndio umaskini wako, waza kwako ndio utajiri wako, unavyojivuta kwenye kitanda hivi hata usipoomba utajiri wewe ulishaisha, kwa sababu hata nje unapaogopa. Kwa hiyo hata ukiambiwa wewe, inuka haraka njoo hapa, nitakuja kesho, chomoka nenda hapa, ah, sina nauli. Kuna mwingine akiambiwa chomoka, angalii amefua ame, hajafua, ana nauli, ana nauli, anachomoka alivyo, alafu akifika standi anasema, eh, sina nauli, alafu anaona muujiza, anaingia kwenye basi, mtu anamwambia nakulipia. Utayari uletao Injili Bwana yes. Akupe miguu ya utayari kwa jina la Yesu. Nasema vikwa nguvu ya utayari, sema kwa jina la Yesu. Kwanzia leo ninavaa utayari kwa jina la Yesu.